Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Tunawakaribisha nyote katika ibada hii ya leo. Katika wiki hii tutakuwa na juma la kaya na familia ambayo itaendeshwa na mchungaji wetu wa mtaa Pastor Erick Bigambo katika kanisa hili la Salasala kuanzia jioni saa kumi na mbili na kuendelea. Hivyo basi niwakaribishe wote washiriki ambao mnatutazama katika mtandao wetu wa kijamii YouTube channel ya kanisa na wale ambao tupo hapa kanisani tuweze kuhudhuria katika juma hili ili tuweze kubarikiwa, kwa sababu Mungu anahitaji kuongea nasi kupitia familia zetu. Hivyo basi, ninaamini ya kuwa tutabarikiwa na tutaweza kutoka kama ambavyo tulikuja. Na kwa kufungua ibada ya leo, tutasimama na tutaimba wimbo namba thelathini na moja katika vitabu vyetu vya nyimbo ya Kristo, na baada ya wimbo huu tutapata ombi na baada ya ombi tutaikaribisha kwaya yetu ya vijana watatupatia wimbo moja, ndipo mchungaji wetu atasimama na kuongea nasi katika jioni ya pekee. Hivyo tusimame wote tuimbe wimbo namba 31 katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na nipende kuona baadhi ya watu ambao wanaweza wakaja hapa mbele kwa ajili ya kushika microphone na waweze kumtukuza Bwana kwa njia ya wimbaji kwa wimbo moja na mchungaji ataweza kusimama. Mfalme wetu na Mungu wetu shie mahali pajuu mbinguni, tunakushukuru sana kwa masa haya, tunakuja mbele zako tena katika jioni ya pekee tukiwa na uhitaji wa neno lako takatifu. na Mungu umetupa kibali cha mchungaji wetu kusimama kuongea nasi katika juma hili lote, tunakuomba uweze kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya mbaraka huu wa kipekee. masomo haya yatakapokuwa yanatolewa Mungu wa mbinguni aweze kugusa maisha yetu. Tunaamini kuwa katika familia zetu kuna changamoto mbalimbali mbali, na Mungu umeamua kutupatia tiba katika wiki hii, tunakuomba uweze kutupa mioyo ya kuhudhuria katika mikutano hii ili watu wako tuweze ku, eh, tuweze kupona na pale ambapo kuna shida katika ndoa zetu, katika familia zetu, Baba wa mbinguni uweze kuponya. Tunakuomba uweze kumbariki mchungaji ambaye atasimama katika wiki hii mpatie moyo wa upendo, mpatie ujasiri na mpatie maneno ambayo atanena mbele ya watu wako, na ibada hii ikaweze kupata kibali machoni pako. Uwe nasi mwanzo hadi mwisho. Wa Kristo Yesu tunaomba tukiamini, amina. Kwaya vijana, karibuni kwa wimbo mmoja, na baada ya wimbo mchungaji ataweza kusimama.

Wakati wote namshukuru Mungu kwa sababu ametulinda na kututunza na imempendeza kwamba jioni ya leo tukutane tena tukiwa tunapata fursa hii fupi adhimu ya kuzungumza neno lake, lakini pia kuomba pamoja. Na bila kupoteza muda, basi nitawalika tufumbe macho, tuombe Mungu wetu na baba yetu. Tuwasema asante, umekuwa pamoja nasi umetulinda na kututunza hata masaa haya, jina lako lipewe sifa. Kwa namna ya kipekee wana wako na binti zako tunakuja mbele zako masaa haya, tukijikabidhi kwako, tukiomba ututakase na kutuosha kwa damu yako, lakini zaidi tukihitaji uwepo wako, Roho wako Mtakatifu kujaa ndani yetu ili tunapojifunza neno lako akatusaidie kulielewa na kufanyia kazi tena kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi, maana tunaomba na tukiamini, ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Somo letu jioni ya leo linasema karama kuu ya Mungu ya upendo. Kwa hiyo tutazungumza juu ya upendo na masomo haya ambayo tutakuwa nayo katika juma hili ni maalum kabisa kwa ajili ya kujenga na kuimarisha familia zetu na ni masomo ambayo yaliandaliwa na kanisa, ili basi kuwa na msisitizo mkubwa kwa kujenga tabia ya maombi na ibada katika familia zetu. Na kabla ya sijaweka mkazo kwa habari hii ni shukuru kwaya ya vijana kwa huduma yenu na wimbo wenu unaosema sisi ni nuru, na tunachopaswa ni kuangaza. Mungu awabariki sana, na tunathamini huduma yenu na mchango wenu na hata uwepo wenu, maana mmeitikia jana tuliposema kwamba basi ni vizuri kwaya nazo ziwepo zishiriki uh, mibaraka hii na kuwa chachu basi mmeitika, na Mungu awabariki sana, pamoja na kiongozi. Mungu awabariki sana. Sasa um, mzee shukurani alila, Mungu akubariki pia. Pia mzee Rego mbarikiwe kwa kuwa pamoja nasi jioni ya leo, tunapozungumzia familia, tunapozungumzia ibada, tunapozungumzia maombi, tunatamani kufungua mibaraka ya ibada katika familia zetu. Na unaweza ukaniuliza mchungaji, una maana gani kufungua mibaraka ya ibada katika familia? Ni nini ninachopaswa kufanya katika familia yangu ili kupata baraka hizi za mibaraka ya Bwana? Jambo la kwanza na muhimu ni kufundisha watoto wetu na familia zetu kumwabudu Mungu. Kuwafundisha watoto wetu na familia zetu kumwabudu Mungu. Hilo ni la kwanza na muhimu. Kuhakikisha kwamba watoto wana nafasi nzuri ya kujua nafasi ya Mungu katika maisha yao na umuhimu wa sisi kama familia kumwabudu Mungu, kujumuika pamoja, kuzungumza neno la Mungu na kufanya maombi lakini pili, kumweka Mungu katikati ya nyumba zetu. Kumweka Mungu kuwa katikati ya nyumba zetu. Tunaweza tukashawishika kuweka vitu vingi sana kuwa senta na mvuto katikati ya nyumba zetu. Yawezekana ikawa ni burudani za kidunia, secular music, kwa maana ya kwamba muda mwingi kinachosikika hapo ni nyimbo za wasanii mbalimbali maarufu duniani, yawezekana ikawa ni tamthilia na maigizo mbalimbali mbali ambayo yanaonekana katika runinga zetu, yawezekana ni movies mbalimbali mbali, pia ambazo zinaonekana katika ulimwengu huu tulio nao, yawezekana ni za kutisha, za kupigana, za kimapenzi, romantic, yawezekana ziko nyingi. Lakini pia mbali na hayo, yawezekana ikawa ni ibada ya sanamu, yani kwa maana ya kwamba vile vitu ambavyo tunavipatia umuhimu mkubwa zaidi kuliko Mungu katika maisha yetu, na ni vingi: fedha, mali, uh, you can name it viko vingi. Sasa je, unawezaje kufanya Mungu kuwa katikati, kuwa center ya nyumba yako? Kuhakikisha kwamba watoto wako wanafundishwa, familia yako inaelewa kwamba Mungu ndio kila kitu katika familia yetu. Lakini kingine cha tatu ambacho kitatusaidia kuweka ibada katika familia zetu ni kulinda watoto wetu na familia zetu. Ibada inatusaidia kuweka ulinzi kwa watoto na kwa familia yetu. Ukisoma Biblia Zaburi ya thelathini na nne fungu la saba anasema malaika wa Bwana hufanya kituo kizungukia wa mchao na kuwaokoa kwa ulinzi. Kuweka ulinzi. Tano, kuimarisha maadili ya kiroho. Kuimarisha maadili ya kiroho lakini pia tusisahau kwamba ibada inaleta familia pamoja. Sasa, ibada ya familia ni nini, wapendwa? ibada ya familia ni moja, kushirikiana; pili, ina uongozi wa pamoja na tatu, ni ibada fupi na ya kuvutia. Tunaposema ibada ya familia, si lazima watu wakae masaa mawili matatu wanaimba na kuomba hapana. Lakini iwe ni ibada ya kushirikiana, kwa maana ya kwamba mtoto leo ataambiwa andae somo, atatuambia atatufundisha, lakini rafiki mwingine ataomba, mama ataongoza nyimbo, baba atafanya jukumu lake la kuongoza ibada, na itazunguka itawekwa ratiba nzuri ya kushirikiana wote kwa pamoja kufanya ibada hii hapa nyumbani, lakini ina uongozi wa pamoja kwa maana ya kwamba kila mtu ana nafasi yake katika ibada hii tatu, fupi na ya kuvutia. Sasa, nini ambacho sio ibada ya familia hotuba? kwenye ibada ya familia tutegemei kuwa na hotuba, hubiri refu la kuhubiri hapo, au jambo la kufanyika kwa lazima, kwamba ni lazima. Unajua, sisi tukikuwa na bahati nzuri mimi nilikuwa katika familia ya kichungaji kwa maana ya kwamba hakuna sehemu ambayo nilienda sikukutana na maadili ya kichungaji. Baba yangu mzazi mchungaji, nikisema nikimbilie kwa mjomba, kwa wajomba wachungaji, nikisema niende kwa babu na bibi, wachungaji, nikisema niende kwa baba mkubwa, sio wapi, wachungaji. Sasa mazingira ni hayo hayo, na wakati mwingine kama watoto, hakuna kitu kikiwa kinakera na kinasumbua alfajiri unapoambiwa wa mke ya saa 12 saa 11, kwa ajili ya maombi, wakati huo ndio kuna kaubaridi kanapuliza, yani ndio muda mzuri wa kujifunika na kuvuta shuka au blankete. Sasa wakati fulani tulikuwa tukiishi maeneo ya Mbeya Tukuyu, kama kuna eneo ambalo lina baridi kali nchi hii, ziko sehemu kubwa mbili, ya kwanza inaitwa Mwakaleri huko Tukuyu Mbeya, afu ya pili inaitwa Makambako Mzerego. <laughs> hizo sehemu zina baridi hizo sehemu zina baridi. Sasa ukiwa Tukuyu kuna baridi wakati mwingine unaweza kufika saa nne saa tano asubuhi bado ni ukungu barabarani, hata watu hawaonani kwa sababu ya baridi. Alafu wewe saa kumi na mbili unaamshwa kwamba uamke kwa ajili ya maombi na ni lazima. Yaani ukisikia tu wimbo unaimbwa huko, Bwana asubuhi kucha, lazima kurupuke kama kuku kuja sebuleni kwa ajili ya maombi. Uh, ili tujenga, ili tuimarisha. Lakini ibada ya familia ya moja si hotuba, hatutegemei kwamba kuwe kuna hotuba ndefu au mahubiri marefu. Hapana, au jambo la kulazimishwa. Kwa hiyo watoto wafundishwe, waelewe, wajifunze na kuelewa kwamba kuna umuhimu wa kufanya ibada na ibada ni sehemu ya maisha yao. Lakini pia wakati huu wa ibada ya familia si wakati wa kuadhibu au kukemea kwamba tunapokutana tu kwenye ibada, basi kila mtoto anasema leo nilifanya nini, anaanza kukumbuka, najua kwamba ziko fimbo zimekusanywa, ndio wakati wa kuchapwa e, au na namna hiyo. Nikikuwa nakumbuka ilikuwa ukicheza cheza tu, ukinani unakatwa jicho, kuna jicho ukiangaliwa, tunajua kwamba hapa yani baadaye lazima kinuke, lazima kiwake, lazima kinuke. Na baadaye hata wanaweza kukwambia kwamba we subiria sabato iishe tu kwao <laughs> unapo ibada inapoisha, unajua kwamba kinachofuata ni adhabu. Sasa haipaswi kwamba muda wa ibada katika familia zetu nyumbani kuwa ndio muda wa kuadhibu au kukemeana, lakini pia muda wa ibada nyumbani sio muda wa burudani e, yani hatukutani kufanya ibada ili kuburudika. Hapana, ni ibada tuna kwenda mbele za Mungu wetu kwa kicho, kwa heshima tukitambua ukuu wake, utakatifu wake, na hivyo basi tunajinyenyekeza mbele yake. Watoto wafundishwe kwamba ni wakati wa kusogea mbele za Mungu kwa kicho na heshima, tukimwabudu aliye mfalme wetu. Sasa tunapokuja katika somo letu hili jioni ya leo ambalo nilisema linasema karama kuu ya Mungu ya upendo, karama kuu ya, ya Mungu ya upendo moja utatoka na zawadi, na zawadi hii si fedha, si pipi wala si fulani tutakacho nani nania, zawadi hii utapata kugundua, utapata kushiriki na kufahamu upendo wa Mungu usio na mipaka, upendo unaojaza maisha, upendo unaojaza Maisha. Na fungu ambalo ni muhimu sana katika somo letu la leo, fungu la kukariri, na ni rahisi sana tutakariri sote, linatoka katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 fungu la 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la 19 inasema hivi, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Hilo si ni rahisi jamani. Hebu tukariri tusikie. Sisi twapenda kwa maana yeye, yeye alitupenda sisi kwanza. Yaani hata ukiwa na kichwa kigumu kizito sana kuelewa hii, utakumbuka tu, maana maneno anajirudia rudia kwamba sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Imeisha. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Hilo ni fungu muhimu ambalo basi Uh, hata ukitoka ukasahau mengine yote unaweza kukumbuka hilo, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne fungu la kumi na tisa kwamba sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Wapendwa, tunajifunza juu ya upendo wa Mungu usiokoma, upendo ambao ni halisi. Upendo wa Mungu ni halisi, si upendo wa wa kubuni, si upendo wa kuigiza, si upendo unaoonyeshwa ili mradi kuridhisha kwamba nisilaumiwe. Hapana, ni upendo ulio halisi. Wanadamu wanaweza wakawa na vitu vingi wakavita kwamba ni upendo na visiwe upendo halisi, kwa maana ya kwamba wanadamu wanaweza kukupa upendo kwa sababu wanahitaji kitu. Wakipata kitu, basi wanaachana na wewe, na hiyo kitu inawezekana ni pesa. Siku hizi waathirika wakubwa wa hilo wataambiwa ni mabinti, kwamba ili atokea amependa ni lazima apatane na mtu ambaye ana wengine, watadai funguo tatu, wengine watadai ana pesa na sasampa, ehe, au ana namna hiyo. Kwa hiyo hata akielezwa kwamba ninakupenda, anachouliza kwamba una nini, au una kitu gani e, na namna hiyo. Na hivyo akifuata hicho, kama alifuata fedha, fedha ikikata, upendo unaisha. Vijana wanaume wao wanafuata tamaa na ashiki, ashiki, ashiki kwa maana kwamba ni mihemuko ya miili kwa anakwenda, ataimba kila nyimbo, kila maneno matamu ya kuvutia, atamwambia mtu kwamba anampenda na namna hiyo, atampamba na ataomba kitu. Mabinti mpo, ataomba kitu, ukimpa kitu tu, umeisha maana kile alichokuwa nadai ni upendo, ndipo nakuja kupata ukweli kwamba haikuwa upendo, ni ashiki na tamaa, na kwa sababu amekidhi tamaa zake habari imeisha. Lakini Mungu upendo wake hauendani na mfumo huo. Upendo wa Mungu ni halisi, upendo ambao unabubujika kutoka moyoni mwake hadi kwetu, na kisha unakaa kati yetu. Tunaonyesha au upendo huu unatuonyesha namna ambavyo Mungu ni upendo kwetu kwa jinsi ambavyo sisi wenyewe tunapendana, jinsi ambavyo tunamtumikia Mungu na tunavyomwabudu. Na kabla ya anguko la dhambi, upendo ulikuwa mfumo pekee wa maisha ulioongoza katika ulimwengu huu, na dhambi ambapo ikaingia, basi mfumo ukaharibika. Lakini habari njema ni kwamba dhambi itakapoondolewa kabisa, upendo utakuwa kiini cha uhusiano wetu wa milele na unajua, tabia ya Mungu ni upendo, ndiyo maana tunahamasishwa kwamba tupendane, tupendane. Ingawa pambano kuu la ulimwengu ambalo linaendelea na linapiganwa katika ulimwengu huu, yaani mvutano baina ya wema na uasi, nuru na giza, mabaya na mazuri, Mungu.